Tumeitazama uh, thamani ya Young Africans ndani ya uwanja, lakini ukiwa unaizungumza Yanga sasa hivi, kuna maeneo imekuwa ni mfano wa kuigwa, masuala ya branding uh, lakini pia masuala ya uh, fans engagement na maeneo mengine. Natamani kakaangu hapa Gerald atupitishe, atuambia ni kwa namna gani uh, malengo ya muda mfupi na muda mrefu ya Yanga yamefanikiwa uh, kuiongezea thamani nje ya uwanja. Nashukuru sana Fatma. Uh, kwanza mimi katika uzoefu wangu wa miaka yote hii ni nikikaa nikiangalia tu setup hii, watu waliopo hapa <clears throat> na tukijiuliza ni watu wangapi duniani ukiachilia mbali hapa Tanzania na na Afrika wanafuatilia tu, hilo unapata jibu la kwanza: hii ni brand kubwa sana. Na nikwambie ni tu, wote tunafahamu katika biashara yoyote ile hakuna kazi kama kujenga brand, kuisimamisha, kuweka kwenye position yake, alafu kuilinda. Kwanza uijenge, upate tija, alafu uilinde Ijiendeshe kwa muda mrefu. Sina haja kuongea maneno mengi sana. Wote tunafahamu, eh, bila kutoa mfano wa klabu nyingine au kuzungumzia soka letu kwa ujumla. Hata Engineer Hersi alipoanza kuzungumza hapa anasema yeye, eh, hey, eh, mara ya kwanza katika kuingizwa ndani ilikuwa mwaka 2020 kwenye ile Harambee ndipo Gariba akamwomba ampe nafasi. Pale Yanga haikuwa brand ile unayoiona leo hii hapa. Leo Yanga ni brand kubwa si tu Tanzania si tu Afrika. Na reflection ya kwanza unaiona katika muda mchache tunamwona Hersi anaibukia ASA na sasa anaibukia FIFA. Tuzazungumza yote utake ustake, ni kile ambacho ni kutokana na reflection ambayo Yanga imeweka kwenye kwenye ulimwengu wa soka kama brand, kama bidhaa au kama chapa, kama chapa. Na sisi ambao tuko katika hizi industry zetu hizi tunafahamu jinsi gani ilivyokuwa kazi ngumu kui, kujenga brand iheshimike, ikubalike, alafu ianze kupendwa, si tu ipendwe kwa mazoea, ipendwe hata na wale wengine ambao utakata kuipenda hata watu wengine ambao tunasema the emerging markets, hata wale watoto wadogo na watu wengine wanaibukia sasa hivi. Leo hii tukiwa tunaangalia kwenye mashindano mbalimbali kwenye shughuli mbali mbalimbali za klabu ya Yanga, ni taswira ambayo sisi watu wazima wa miaka ya nyuma tujaye kuiona. Utaona kuna kila aina ya watu kwa u, e, eh, eh, umri tofauti, jinsia tofauti, matabaka tofauti, yani wote wanafurahia, wa kike, wa kiume, wa mama, wa kila aina. Utaona wakatika katika harakati hii hii na na eh, yalikuwa analenga kuleta eh, kujenga klabu fulani inayofanya vizuri kwenye mashindano ipate heshima na vitu kama hivyo kwa kuwin makombe. Nilimuuliza swali moja hapa, akaniambia, ah, vision yetu sisi kubwa ni makombe tu bwana. Lakini nilikuwa natamani hata wakati anazungumza Hersi angalau angegusia kidogo ni walifanyaje katika mbinu za kibiashara madhubuti kabisa kuisimamisha hii chapa hapa iliposimama na kuwa na heshima hii. Leo hii, eh, amezungumzia kuhusiana na Harambe. Kabla ya Harambe, tulikuwa tunasema bakuli linapita, lakini kabla ya bakuli zilikuwa zinapigwa ngumi klabuni. Mikutano imekuwa iko na FFU kuliko hata wanachama wanaohudhuria mikutano. Kesi mahakamani zilikuwa zihishi. Makomando wamechukua timu, wachezaji hawataki kuja. Timu inashindwa kuanza kuingia kambini kwa sababu hawana fedha za kuingia kambini. Lakini si hayo tu, katikati ya mashindano timu inapoteana. Yani, mambo yalikuwa ni mengi ya kila namna. Mambo kama yale kuyaondoa katika muda mfupi namna hii, maki, mambo kama yale ndio hata kamwe siku moja hayawezi kuifanya chapa ikaonekane kama ni bidhaa inayofaa kibiashara yenye heshima na hadhi, kamwe. Lakini jina Hersi ameongea vitu vingi hapa, nami niseme tu kimoja, hakika niseme hii heshima kubwa aliyoipata ni kwa sababu chapa imeonekana. Achilia mbali makombe, Yanga imeshinda makombe miaka mingi kabla, miaka minne hii, na amefanya vizuri sana miaka hiyo kabla, miaka minne hii. Lakini chapa kama chapa imesimamaje katika unapozungumzia position yake katika e, ulimwengu wa soka wa dunia nzima, wala sio Afrika na Tanzania, utaiona Yanga. Ndio maana Hersi yuko FIFA, hiki ni kielezo tosha tu. Kwa hiyo hata kabla tujamzungumza mazungumzo haya, bwana Hersi, nitashukuru sana kidogo tupitishe kidogo kwenye eneo, lakini la pili Hersi E, leo nikiitazama Yanga kweli kuna wengine watasema, lakini hata wengine bado na, na niwe mkweli, mimi nilipotoka huko Simba kinda kinda, Nan, wa Simba, nanjiwa, mimi Simba ndani na nje, lakini leo nikiitazama Yanga as a brand mm, nikili kusema si dhani hata si, si, sio kwa ubaya kabisa. Sioni kama kuna brand nzuri katika eneo la soka Tanzania kama hapo, kwa sababu sasa unazungumzia timu ambayo inatumia billions kusajili timu ambayo inaweza katumia dola laki tatu kusajili mchezaji mpaka dola laki nne halafu ikamuuza dola mpaka milioni moja akiamua. That is that is a super brand. Kwa hiyo thamani imepanda kwa asilimia kwa kwa kiasi kubwa, kwa asilimia kubwa sana, siwezi kuikadiria kui, kui, kui, mm, lakini itosha kusema kwamba brandi ya Yanga hmm. Leo hii tumekaa hapa tunamzungumzia Hersi, brandi ya Yanga inaonekana FIFA, si tu Afrika na Tanzania kwa ujumla, bali inaonekana FIFA, na ndio maana Hersi yuko hapa, tuko naye hapa tunazungumzia habari hizo.